enye kipindi cha mabadiliko makubwa na historia inajiandaa kuandika ukurasa mpya baada ya Rais William Ruto. Upepo wa mabadiliko unamwelekeza mtu mmoja, Martha Karua. Kwa nini Martha Karua? Kwanza, uadilifu. Katika uwanja wa siasa uliojaa kashfa za ufisadi na usaliti, Karua amesalia thabiti na mwenye msimamo. Kwa miongo mingi, hajawahi kuteleza wala kuuza nafsi yake kwa pesa au hongo za kisiasa. Ndiye aliyepewa jina Iron Lady, si kwa sababu ya nguvu za mabavu, bali kwa sababu ya kusimama imara kwa ukweli na haki. Pili, uzoefu. Kuanzia akiwa waziri wa sheria hadi miaka mingi bungeni karua amepitia mapambano magumu ya kisiasa. Alisimama mstari wa mbele kusukuma katiba mpya, akapigania demokrasia na kulinda haki za wananchi, hata pale haikuwa rais. Anajua mfumo wa taifa hili, na muhimu zaidi, anajua namna ya kurekebisha. Tatu, ishara ya mageuzi. Kenya bado haijawahi kumpa mwanamke nafasi ya urais. Kumchagua Martha karua hakutakuwa siasa tu bali ni kuvunja minyororo ya mfumo dume, kufungua milango kwa mabinti wetu na kuthibitisha kwamba uongozi haupimwi kwa jinsia bali kwa maono. Nne, ahadi yake ya uongozi. Wakati wengine wanapiga kelele za maneno matupu, Karua huja na suluhu: kuimarisha taasisi, kukomesha ufisadi na kumuinua mwananchi wa kawaida, na kulinda uhuru wa kila Mkenya. Na mwisho, nia ya wananchi ya mabadiliko halisi. Wakenya wamechoshwa na siasa za kurudiwa rudiwa, wanatafuta kiongozi asiye na doa, mwenye ujasiri na aliye tayari kuhudumia taifa. Martha Karua ndiye tumaini hilo jipya. Kwa hivyo, pale ukurasa wa Rais Ruto takapofungwa, usishangaa historia ikiandika ukurasa mpya wa kwanza kwa mwanamke kuingia Ikulu. Mwanamke huyo si mwingine ila Martha Karua, iron ledi aliyetayari kuligeuza taifa letu kuwa ngome ya haki, usawa na maendeleo. Kwa sababu kweli ni huo, Martha Karua hagombei kiti tu, anagombea mstakabali wa Kenya.